Ukitaka uwe na uchaguzi wa amani, tuendelee kusali kama tulivyo. Lazima tuombe <apples> lazima tuombe. Tukilalamika na kunung'unika, hatutakai kulipo. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika kitabu cha Hesabu sura ya kumi na mbili mwangalia Miriam wakawa na mununikia nami, Mungu akakasirika akawapiga meanza kupoa tena wenye mikono Yesu ni ni. Bwana Yesu asifiwe. Atejni watu wa vurugu nyingi, kwa sababu vita yetu sio ya ustaarabu, ni ya vurugu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumisi <coughs> wa Mungu, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii kusimama mbele ya watumishi wa Mungu, watu wa Mungu, washirika wote mlioko mahali hapa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuwa mbele yenu na madhabahu hii, najua ni madhabahu takatifu nawezekana mimi hata sistahiri kabisa kusimama mbele ya eneo hili, lakini nashukuru kwa neema ambayo Mungu amenipa siku ya leo. Sikupanga kusimama na kuwasalimia, nilipanga nija kimya kimya, nikae pale, nisali halafu niondoke, nitakuja siku nyingine. Sasa wakati nimekaa pale, natoka sasa, nataka niondoke, nasikuri shia bahati mbaya si nzuri, dereva kawa hayupo ametoka. E, sasa ikabidi nizuba zuba, zuba, pale nje. Wakati nazubazuba hapa zuba nje, nikaanza kutafuta wenzangu hapa, kila mamariva hapa alikuwa anamtafuta Sasa naye nikaambiwa naye amepaki gari, ila hayupo Bwana Yesu asifiwe kwa watu. Kwahiyo toka yake nikabidi sasa ni nikutane na mchungaji. Sikupanga kusimama mbele zenu, nilipanga siku nyingine, lakini kimsingi nimefurahi sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ndani ya kanisa jengo zuri, hongereni sana, hongereni sana. Nimefika hapa nimefurahi, kanisa zuri, ni kweli watu wamejiandaa, watu kuabudu sehemu iliyo sahihi nzuri, ukifika unafurahi, unaona na uwepo wa Mungu huko. hata mhubiri naye anasema tumtafute sana Mungu. Unamtafuta kwenye mazingira mazuri kama haya, inakupa moyo kwamba niko sehemu sahihi, mazingira mazuri. Ongeleni sana kwa kijana amehubiri vizuri, mimi nakupongeza, endelea hatua ndo imeanza, endelea kweyu, unakoenda vizuri zaidi. Ushindani upo, ila unapoenda ni vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akaambia Watesalonike, nalitaka kuja kwenu mara ya kwanza, naam hata mara ya pili, shetani akanizuia. watakuzuia watakupinga, lakini songa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli vitu vizuri vina vinavita inaendelea kupambana. Mimi nakutia moyo na wewe pia uko natutia moyo nami, nakutia moyo, songa mbele, muda bado upo, nyakati bado zipo, zinakuja na niwashukuru sana waumini wote. Naitwa Sweda mkuu wa wilaya Njombe. Hapa nilikuwa sijafika, na siku moja nilipita hivi nikaona kanisa hapa, napita hivi naenda hivi, nikasema nitakuja hapa. Nilipita njia ile, nikapita nikasema ah. Hapa sio kwa wale waliokuwa wanaomba wanataka kusamehewa kodi sio hao TAG. Alikuwepo na walikuwa wamama wawili wanakuja, wamama wawili wingine simo eh, yule pale wengine hii nikasema itakuwa hapa hapa. Kwa hiyo kwa kweli nimeona, nimefurahi. Ombeni Sasa msio na kanisa zuri, mikwaa mnalala nyumbani, mnaacha kulala kwenye madhabahu ya kisasa. Hata kama ni kupeana shifti, peana ni shifti kwenye viwanda wanapokuwa wanazalisha bidhaa vitu. Kuna shifti ya mchana, kuna shifti ya usiku, kuna shifti ya asubuhi unaanju kwa, kwa nini waliweka shift? Ili uzalishaji ule ule na kiwango kile kile kiendelee kuwe, na hapa niwezekana, inawezekana. Nikiona akina mama hapa wenye sauti za kulia na kuomboleza wako mahali hapa mimi ninawashukuru sana sana sana, nitakuja siku nyingine niwasalimie, lakini nime- nimewafurahia, na kwa sababu na mimi nampenda Yesu, nimewafurahia zaidi sana. Ende ende, usikate tamaa, okay. okay. sikate endeleeni kusonga mbele, endeleeni endeleeni kusonga mbele. Sikuwa na maneno sana nimepanga kuongea, lakini nimefika hapa sasa, ya pangu yote ikawa kama haya, kwa sababu mfungaji mtumishi wa Mungu ameambia twende, usimame mazabaume salimia dakika moja. Sasa sisi tulivyokaa, usimame salimia dakika moja napenywwe ni changamoto lakini niwape niwape neno, ninyi ni watu wa nyakati bwanaesa sula ukiangalia kitabu cha Esta sura ya, ya tatu anzia mstari wa, wa saba pale utaona mandarizi kuanzia mwezi wa Nisan mpaka mwezi wa kumi, wanapiga wanapiga puli yani wanapiga kura, wanapereka matarishi, wanaandaa watu kwa ajili ya kuangamiza wana wa Israeli, lakini itakiwe ufanyike mwezi wa kumi na mbili unaanza kuyaona mambo yanayopangwa yafanyike mwezi wa kumi na mbili yanafanyika mwezi wa kwanza, ili aje ya yatekelezwe mwezi wa gani na mbili, na barua na nyaraka zinaenda nao, wana serikali kubwa nao halafu, baadaye nao wanapeleka mwisho wa mwaka, ili kuangamiza wana wa Bwana. Yesu asifiwe ni maandalizi haya maandalizi haya na mkiangalia nyakati hizi ni nyakati za sisi, katika nchi yetu ni nyakati za uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Mambo haya kwenye ulimwengu wa roho, yako sio yako, kwenye serikali, kwenye ulimwengu wa roho, ukitaka uwe na uchaguzi wa amani, tuendelee kusali kama tulivyo, lazima tuombe lazima tuone tukilalamika na kunumunika hatutakayi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika kitabu cha Hesabu sura ya kumi mili na mbili mwangalie Miriam wakawa namunumunikia na Mungu akakasirika, akawapiga ukoma mweupe wakanumunika badala ya kuomba, wakaungana na watu wengine wa mataifa mengine. Alikuweka media na Haruni, Bwana akakasirika, Mungu akakasirika. Kumbe sisi tukiona nyakati, Mungu anakujulisha kwenye ulimwengu wa roho, kuna nyakati hizi ndio sisi, wakati wa kupiga magoti na kutisha litaendelea kuwepo baada ya uchaguzi, unatupaswa kuendelea kuwepo baada ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Mara nyingi mataifa mengi yameparaganyika baada ya uchaguzi nakuingia, halafu baadaye watu wanashindwa kuomba, alafu inaingia kwenye vita. Uona, kwanza damu zikatoka, halafu baadaye mnakuja mnasema mnasuluhishana, lakini damu zifanya nini? Mtu ambaye anaweza kuzuia hiki kitu ni nini? Watumishi wa Mungu nini, ombeni. Unapoombea maisha yako, ombea she. Bwana Yesu asifiwe. Ili baada ya mambo haya kupita, sisi tuendelee kuweka tuendelee kumtukuza Mungu. Wasabu ikitokea hapo, nafikiri mchungaji takusanyika basi. Mimi baada ya kusema hapo, mimi nawatakieni kila laheri, kama alivyokuwa anasema mtumishi wa Mungu katika walaka wa tatu wa Yohana, mpenzi kwa mzee Garo ufanikiwe sana kama vile moyo wako ufanikiwe na kuwa na afya njema pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na mimi nawatakieni wa, na mafanikio mema nani na nawapatieni amani na